Hili na kuhusu, japo ni ngumu, lakini nipe dakika moja tu ya kulisikiliza, ili jambo lina faida kwako, ili jambo lina faida kwako na ukikaa ukatafakari vizuri, utaona kwamba lina faida kwa kwako. Leo nataka nizungumze hivi katika, katika namna mbalimbali ambazo zitateni kipindi hiki cha Oktoba, wengine wanasema watatiki, wengine wanasema hawatatiki. Sasa mimi kama mtu wa Mungu, nataka na nikushauri jambo moja tu. Kuna wengine ambao ni wana watu kadha wa kadha, ambao wanapewa kama hongo mojawapo, wakipewa basikeli kama hongo mojawapo, wakipewa bodaboda kama hongo. Wengine wakitembea juu ya majumba wakipewa chumvi, chumvi ya shilingi 200. Kuna wengine wanapewa mche wa sabuni ama kipande cha sabuni. Sasa naposema na kwamba nataka nizungumze na wewe, upate kunielewa, nani nisikilize, ili upate kunielewa manangu nipi. Sasa nataka nizungumze jambo Thamani ya kura yangu ama thamani ya mgombea ambaye anajia kugombea urais ipo kwako wewe. Ndio utataka kwamba umwingize yupi, kama hawa ambao wanasema kwamba watatiki. Sawa, utatiki kwa vigezo, kwa vigezo maalum ama hautatiki kwa vigezo maalum wewe mwenyewe, kwa sababu mimi sije kuambia mtu kwamba tiki ama sitiki, lakini nataka kuambia kwamba kura yako ni ya muhimu sana, nani ya zamani sana. Tafadhali na kufikiria. Ukikosea kuchagua, ukikosea kuchagua, umekwisha umekwisha, wewe na familia yako na jamii yako. Ni kwa nini nasema haya? Magufuli alishawahi kusema ya kwamba ukikosea kuchagua, ukikosea kuchagua, kumbuka una miaka mitano ya kuweza kuumia tena. Sasa mimi naongezea kwa sababu ya alisema miaka mitano, lakini nitasema kuna miaka kumi ya kuumia kwa, kwa sababu namna katiba ilivyo imesema kwamba rais atakaa na miaka mitano alafu atachagua mwingine, lakini kwa katiba yenyewe ile kuchagua kwa mara nyingine kwa muda mwingine miaka mitano ile mingine ile ni kama kipimo, lakini kikawaida rais anakaa la miaka kumi. Fatia rekodi zote miaka kumi. Sasa managu v Usiuze, usiuze samani yako kwa shilingi ya shilingi elfu tano, ama kwa ajili ya sabuni, kwa ajili ya chumvi. Usiuze samani yako kwa ajili ya kipande cha sabuni, kipande cha chumvi, ama kwa kupewa baskeli. Kumbuka, mimi sikwambii kwamba utiki ama usitiki, lakini una akili, unajua nini unachokifanya, kwa sababu siamini kwamba wewe kupokea baskeli itaweza ikaku, ikakumalizia shida zako. Kumbuka alioa baskeli yeye anaenda, anaenda kupiga mabilioni na mabilioni, pewa napewa baskeli ya ukata miguu barabarani ya bodaboda, atapita taukata miguu ama wewe uliyopewa basikeli na nani? Uliyopewa bodaboda, umepewa bodaboda kwa ajili ya kwenda kukatwa miguu mwimbili. Usifikiri mtu akikupa basikeli kupenda, hakupendi amekupa basikeli ili uende ukakatwe miguu miwili. Kwa sababu ya nini? Sasa mwanangu, lipi unapewa basikeli, alafu mtu anaenda ala kukumbiza miaka kumi, yeye anapiga mabilioni ifikie e, Tuwe na ufahamu imara, tuwe na ufahamu imara. Mimi nazungumza hivyo, ni mtu ambaye napenda sana, ni mtu ambaye naamini haki kabisa, na naamini kabisa wote tukaishi kwa haki kabisa, kwa sababu naamini wanadamu wote ni sawa. Hakuna mtu ambaye najiona kwamba yeye ni mtu bora kuliko mwingine. Hapana, wanadamu wote sisi ni sawa, kwa sababu Mungu ametumba wote, tuko sawa. Unaona. Sasa ikifikia sasa hivi, mtu anakuletea chumvi kwa sababu mimi nakumbuka kipindi hicho naishi nyumbani kwetu, kweli kuna watu walikuwa wakati kama huu wa kampeni, watu wanaleta usiku, wanaleta vichumvi, wanaleta sabuni, na kweli wanapokea wafanya na kupigiwa siku, wanaenda kupigiwa kura, halafu mtu anaenda kuwaumiza, anaenda kuwaumiza kwa style hiyo, kisa amekupa hongo ya chumvi. Ni mtu kukosa ufahamu na ni ujinga wale ajua, na ni upumbavu kwa sababu wewe ukapewa hongo ya chumvi. Hongo ya chumvi, hongo ya sabuni, hongo ya basikeli ni upumbavu hali ya juu sana, ni upumbavu, nani ujinga. Na ndio maana yafikia steji, wanaoburuza wanavyotaka, kwa sababu umepokea hongo ya chumvi. Umeuza ume thamani yako kwa kipande cha sabuni, kwa kipande cha chumvi. Huo ni mpumbavu na ni ujinga. Vitu kama hivyo, Mtanzania natakiwa ushtuke, ujijue kwamba wewe ni nani. Wewe haujaje duniani kwa ajili ya kupokea kipande cha sabuni. Hapana, hapana! Isikie stage, ujitathmini wewe ya kwamba wewe ni nani, na umekuja duniani kufanya nini. Wewe unapokea una kipande cha sabuni, mwanao anatembea hana kiatu cha kwenda shule, mwanao anatembea, nguo yenyewe ina viraka kila mahala, kila mahala nguo ina viraka, halafu huyo ambaye amekupa kipande cha sabuni kipande cha cha cha chumvi, basi